Vii ndugu yangu, nimeshuhudia bwana, michuano ya CRB Federation Cup, mnyama akimdufua mtu chuma tatu. Nataka kusikia kwanza maoni kutoka kwako, unasemaje ndani ya dakika 90 na umezishuhudia ni dakika 90 za namna gani kwa upande wako? Ah, tumekuja tumeangalia damchanga jinsi gani wana, wanaweza kuwafata kaka zao yeah. Hey, wamepambana. Tumeona kwa wachezaji ambayo hazina yetu ya baadaye, tumewaona wakifanya makubwa yeah. Hey. Umeona Mwagosi hey, nimemwona bado anahitaji utulivu yeah. Ah, lakini ana uzuri mpira unapokuja kuzuia mali lakini kutia kashikashi lakini anajua ile kutoka ili apige yeah. Anapiga, naamini kabisa tukiwa tumemvumilia zaidi atakuja kufanya makubwa na si kingine bwana. Baada ya hapa sasa mnatoka mchezo mmoja wa ligi kuu Tanzania bara, kisha mtatoka kuelekea visiwani Zanzibar, mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kwa namna ambavyo unaiona performance ya Simba kila inapoitwa, leo Mzaramo tunataka kusikia jambo kutoka kwako, watatoka. Ah, timu yetu sio iko vizuri, iko vizuri na Tarehe ishirini na mbili utaiona pale Dodoma ndio utaamini. Huko tarehe moja tunaenda kufanya nini? Yeah. na tuna sababu ya kila kitu, lazima tuwafunge. Yeah. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha tukawafunge, nawaona, lakini kwenda kuchukua alama tatu mbele yao bila wasiwasi. Yeah. Simba hizi unaiona mwenyewe. Yeah. Simba hii Simba, unaona kuna baadhi ya watu walikuwa washakata tamaa. Yeah lakini ujio wa wachezaji wapya unawaona kabisa. Sasa Simba inakwenda vizuri, naona hata shabiki wetu nguli kabisa Deusi Kaisile alikuwa amekaa kimya, ana hawezi kutoka mkoani kuja huku, lakini kwa hili balaa unamwona akaniambia dabi ya tarehe moja yupo yeah. Dodoma nitakuwa naye tarehe 22, na hapo atakuja, lakini kwa kipindi refu yeah. Deus Kaisile kwa yale madhira ilokuepo yeah. alikuwa akijaribu kuja, anarudi anarudi na ma maumivu yeah. kwa hiyo ina maana sasa hivi amebaki kwanza, lakini naamini kuanzia sasa anaanza kuishabikia Simba yake Simba Sports Club kwenye michuano ya kimataifa, tuseme ni namba moja kwa ubora barani Afrika Kami. Young Africans walikuwa wanatafuta nafasi ya kufuzu kuelekea hatua ya robo fainali Mzaramo, nataka kujua kwako, kweli Simba hajafuzu timu zingine ziweze kwenda katika ardhi ya Tanzania? Kwanza sisi tunawaambiaga ili ufuzu, lazima uchukue pointi tisa nyumbani kwako ili ufuzu unatakiwa kuchukua pointi tisa nyumbani kwako. Ina maana tukisema tisa, msingi wako uanzie tisa yeah. lakini yeye anaishia nane, anataka kufuzu, atafuzu wapi? Mwisho wa siku anakwenda kwenye mtumai cha ndugu, siku zote, mwisho wa siku anakwenda kwenye mtumai cha ndugu. Mtumai cha ndugu hufa maskini, umeona? yeah. Hey, kwa hiyo ili ufuzu, lazima uchukue pointi tatu tatu, upate tisa, ili mradi uweze kufuzu. Sasa kama uwezi kupata hizo Uwezi kufuzu. Eh? Kama uwezi kupata hizo, eh, uwezi kufuzu. Kwa nyinyi, nyinyi mlikubali tangu mara ya kwanza. Sisi baada ya kupoteza mchezo wetu experience, tukasogea tukapoteza tukarudi tena hapa tukadraw, tukaona shughuli hakuna msimu huu tu tumeangukia kwa baya eh. Eh, lakini wao walokuwa wanajinasi kwamba watakwenda hawakuweza. Eh. Eh. Shida iko wapi mnadhani? bado hawana uzoefu hawana, eh? uzoefu kwenye mishida, pamoja wao wenyewe wa nago... Labda nikwambie tokea Msomali wa Magoroto kashika ile timu, umeelewa eh? kaenda klabu bingwa robo fainali mara moja, klabu bingwa robo fainali mara moja, tangu tangu Msomali wa Magoroto kashika ile timu, kajimilia ile timu, kaenda robo fainali mara moja, sawa sawa eh, kacheza na Mamelodi akatoka basi nyingine zote alikuwa anaishia mwaka kundi. Uh, hey, kaenda akacheza mwaka kundi. Sasa unajua maneno yako wengi, mashabiki wao wamekuja na kauli moja, wanakwambia kwamba wao mara tatu mfululizo wameweka rekodi ya kucheza klabu bingwa, mara tatu wamecheza makundi klabu bingwa. Unajiuliza na kawaulize, unacheza na nani? Mwisho wa siku anacheza na Zalani zalani uwanja ana unawejeza hapa umemfunga saba hivi, yaani wale watu ambayo nchi yao haina ubora wa mpira, ukija unaweza kumfunga hata kumi. Hata katika timu yetu sisi ya mashabiki wa Simba ile tulompiga ngogwe, tukikaa naye tunaweza papachupapachu papachu, tukampiga japo mbili moja sasa unakuwa unatamba kwa ajili ya yule haiwezekani. Ina maana kuingia makundi kwa kupangiwa timu kama zile ni kawaida. Kwa hiyo ina maana unatakiwa ukajinani kuingia kwenye makundi na kucheza robo fainali, hapo ndo kidume. Kuna namna wakujifunza nyumbani, wajifunze kwetu. Eh, lazima tuwaambie wahakikishe tisa, tisa za nyumbani wapate, alafu uko wengine wakaokote okote watakwenda